Nam moja kwa moja kutoka Arusha, Tanzania. Hujambo na karibu katika matangazo yetu kutoka hapa Arusha One Radio. Mimi ni Awadh Rashidi. Jana tulikupa breaking news ikieleza kuwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, IRGC, ilisema kuanzia majira ya saa sita hivi mpaka saa tisa usiku ingebadilisha taswira na kuandika historia mpya katika uwanja wa vita. Sasa bwana, jana Iran ilishambulia vikali Israel tena kwa kutumia makombora mapya ya balistik. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Fars la kule nchini Iran. Makombora ya Haji Kassam yalipiga vikali Israel. Kombora hilo jipya lililozinduliwa mwezi Mei lina uwezo wa kusafiri kilomita 1200 na, na lina uwezo wa kupenya kwenye mifumo yoyote ulinzi wa anga ikiwemo ule mfumo wa Iron Dome wa nchi ya Israel. Sasa bwana, usiku wa kuamkia leo Jumapili Israel imeshambuliwa vikali kama lilivyokueleza na vikosi vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, na ambapo mji mkuu wa Israel Tel Avivu umeshambuliwa vikali. Jerusalem, Bethlehem na Haifa imenyeshewa na mvua ya makombora Iran hadi dunia imeshangaa, ni kwa jinsi gani Iran imepata uwezo huu mkubwa wa kumiliki makombora ambayo hayawezi kuzuilika hata na mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel. Israel yenyewe jana usiku mzima iliishambulia Iran kwa kulenga maeneo muhimu na kuua viongozi na wataalam wa nyuklia, wakati huo Iran ikishambulia maeneo yote kuanzia ya kiraia, kijeshi na vituo vya utafiti. Kimsingi ya hasara za uhai zinalingana, ambapo taarifa ya Israel imesema vifo ni ijapo miji mingi zaidi ya Israel ina wakamoto mpaka sasa, na Iran imesema watu 71 wamefariki tangu uvamizi wa Israel uanze hiyo majuzi. Mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel imeshindwa kabisa kuzuia makombora ya Iran yenye teknolojia sawa na ile Urusi. Jana Israel iliangamiza ghala la mafuta la Iran, lakini Iran imetoa jibu kali zaidi kwa makombora zaidi ya 30 katika miji yake mikubwa, hiyo iliyokutajia ya Tel Aviv, Jerusalem, Bethlehem na Haifa. Na baada ya mashambulizi hayo kali ya Irani huko nchini Israel Wazayuni wameanza kutoa milio, na ambapo balozi wa Israeli katika Umoja wa Mataifa Dandon, yeye amesema Iran inaendelea na mashambulizi yake ya kikatili ya kombora dhidi ya vituo vya idadi ya watu nchini Israel kwa nia ya wazi ya kuadhuru raia. Wanawake na watoto wameuawa na wengi wamejeruhiwa vibaya familia zimevunjika. Licha ya matukio ya kutisha, shirika la Umoja wa Mataifa la wanawake na shirika la watoto la Umoja wa Mataifa wako kimya. Je, Umoja wa Mataifa ungekaa kimya kama hili lingetokea katika nchi nyingine? Ukimya wa Umoja wa Mataifa sio kutuegemea upande wowote, bali ni ushirikiano katika ugaidi wa Iran. Tunataka Umoja wa Mataifa ulaani mashambulizi ya Iran mara moja katika maeneo ya watoto milio baada ya mashambulizi makali ya Irani nchini Israel imezidi kuwa mingi. Naye rais wa Israel Isaac Herzog amechapisha katika ukurasa wake wa X akisema, na nukuu, asubuhi ya huzuni na ngumu sana kwetu. Dada na kaka zetu wameuawa na kujeruhiwa usiku na mashambulizi ya wa wahalifu Iran dhidi ya raia katika mikoa Batiam, Tamara na makazi mengine. Wayahudi na Waarabu, wazee na wahamiaji wapya, wanawake na wanaume, wameshambuliwa. Ninashiriki shiriki katika maombolezo mazito ya familia na kuhuzunisha katika msiba huu mbaya. Na waombea majeruhi wapone na kuwapata wale waliopotea katika vifusi. Tutahuzunika pamoja lakini pia tutashinda pamoja. Hayo ni maneno ya rais wa Israel Isaac Herzog baada ya kuandika katika ukurasa wa X. Wakati hayo akijiri, waziri mkuu wa zamani wa Israel bwana Yair Lapid naye ameandika katika ukurasa wake wa X akisema, usiku mgumu sana na mauaji yaliyofanywa na Iran. Natuma rambirambi zangu kwa familia za wafu, moyo wangu uko nao, lakini pia naviombea vikosi vya usalama vinavyofanya kazi ya kuokoa waliopotea, na ninawatakia huweni haraka majeruhi. Ameandika hivyo waziri mkuu wa zamani wa Israel bwana Yair Lapid. Kwa upande wake, rais wa Faransa bwana Emmanuel Macron naye amechapisha katika ukurasa wake wa X akisema, nimezungumza na rais wa Iran Masudi Pezeshkiani. Ujumbe wangu wa kwanza ulikuwa wa kuwataka kuachiliwa mara moja kwa raia zetu Cecil Koha na Jacques Paris ambao wamekuwa kishikiliwa mateka na utawala wa Iran katika mazingira yasiyokubalika kwa zaidi ya miaka mitatu. Kwa kuzingatia hatari kubwa ya kuvurugika kwa uthabiti katika eneo lote, nilitoa wito kwa vituo vyetu vya kidiplomasia na raia nchini Iran na kanda pana zaidi kutolewa kwa hali yoyote ile. Nilisisitiza pia kujizuia kabisa kwa Iran ili kuepusha kuongezeka kwa mzozo. Mpango wa nyuklia wa Irani ni mpango wa wasiwasi wasi mkubwa na lazima utatuliwe kwa mazungumzo. Kwa hiyo nilimwalika Rais Pezekshiani kurejea haraka kwenye meza ya mazungumzo ili kufikia makubaliano, njia pekee inayowezekana ya kupunguza kasi ya mzozo wa sasa. Tuko tayari kuchangia na kuhamasisha juhudi zetu zote ili kufikia lengo hilo. Rais wa Ufaransa Macron, aliandika katika ukurasa wake wa X. Kwingineko, jeshi la ulinzi la Israeli IDF limetoa onyo kali kwa raia wa Iran wanaoishi karibu na vituo vya kutengeneza silaha nchini humo kuondoka mara moja, kwani jeshi la ulinzi la Israeli IDF litafanya mashambulizi makali katika saa chache zijazo. Kwa usalama wenu, tunawaomba muondoke haraka katika maeneo yenye vituo hivi hadi pale tutakapotoa ilani nyingine. Msemaji wa jeshi la Israeli IDF wa lugha ya Kiarabu, Avichai Adri, aliandika kwenye ukurasa wa X waziri wa Ulinzi wa Israel bwana Israel Katz, naye alithibitisha taarifa hizo akisema jeshi la ulinzi la wananchi wa Israel IDF limeanza kutoa maagizo kwa raia wa Iran kuondoka katika maeneo hayo haraka iwezekanavyo. Jeshi la ulinzi la Israel IDF litaendelea kumshambulia nyoka hadi litakapomvua kabisa ngozi yake huko Teheran na maeneo mengine yenye safu za silaha za nyuklia, Katz alisema, na kuongeza dikteta wa Iran anaigeuza Tehran kuwa Beirut na wakazi wa Teherani kuwa mateka kwa ajili ya kuendelea na utawala wake, mwisho wa kunukuu maneno ya waziri huyo wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz. Afisa mmoja wa jeshi la Israeli IDF amesema maagizo ya waziri Katz ya kuwataka raia wa Iran kuondoka maeneo hayo ni sehemu ya mpango ulioidhinishwa mapema leo wa kutekeleza shinikizo kwa utawala wa Iran na kujibu kisasi baada ya Iran kushambulia vikali Israel usiku wa kuamkia leo. Tuelekee kule nchini Irani ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Saidi Abbas Argachi amesema Teheran haitaki mzozo baina yake na Telavivu uzidi kupanuka na kuwa vita kubwa ya kanda isipokuwa Israel ikomeshe ma yake. Akizungumza katika mkutano na mabalozi wa kigeni Arghach amesema ni wazi kabisa utawala wa kizayuni hautaki makubaliano yoyote kuhusu suala la nyuklia, hautaki mazungumzo na pia hautaki diplomasia. Na kitendo cha shambulizi dhidi ya Iran katikati ya mazungumzo ya nyuklia kinaonyesha wazi upinzani wa Israel katika suala hili. Arghach amekosoa pia mashambulizi ya Israel yanayolenga viwanda vya kusafisha mafuta, huku wakionya hilo litaongeza zaidi vita vya kikanda. hatutaki kuvipanua vita hivi, lakini tukiendelea kulazimishwa hatutakuwa na budi, alisema Arigachi. Mapema leo, rais wa Marekani Donald Trump aliandika katika kurasa zake za mitandao ya kijamii kuwa Marekani haijahusika vyovyote kushambulia Iran, na endapo Iran itajaribu kushambulia kambi za Marekani, basi nguvu zote za wanajeshi wa Marekani zitaiangukia Iran katika kiwango ambacho kikuwahi kushuhudiwa hapo kabla. Arigachi amesema Iran ina ushahidi wa kutosha kuonyesha Marekani ilisaidia Israeli kushambulia nchi hiyo na itajibu vikali katika wakati unaofaa. na maandamano mano makubwa dhidi ya rais Donald Trump wa Marekani amefanyika katika miji na majiji yote ya Marekani, yalioandaliwa na kundi litwalo no Kings. Maandamano hayo yalifanyika kupinga gwaride la nadra la jeshi liloandaliwa na Trump huko Washington DC, na ametokea baada ya siku kadhaa za maandamano huko Los Angeles na kwingineko juu ya sera zake za uhamiaji. Wabunge, viongozi wa vyama vya wafanyakazi na wanaharakati walitoa hotuba katika miji ikiwa ni pamoja na New York, Philadelphia na Houston kwa umati wa watu waliokuwa wakipeperusha bendera za na mabango ya kumkosoa Trump. Gwaride la kijeshi Jumamosi jioni, ambalo pia ilikuwa siku ya kuzaliwa kwa Trump, liliwekwa wakati wa kusherekea kumbukumbu ya miaka 250 ya jeshi la Marekani, na alionya kuwa maandamano yoyote katika gwaride hilo yatakabiliwa na nguvu kubwa. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio, kanasi tutakuletea taarifa nyingi zaidi. Mimi ni Awadh Rashidi.